Elea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli ameiagiza wizara ya ujenzi, mawasiliano na uchukuzi kwa kushirikiana na vyombo vya dola kuchukua hatua mara moja dhidi ya dosari za ukaguzi zilizopo katika kitengo cha ukaguzi wa mizigo na abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Terminal One jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Rais Dkt. Magufuli ametoa agizo hilo leo alipofanya ziara ya kushtukiza katika uwanja huo na kubaini kuwa mashine za ukaguzi za sehemu ya kuwasili abiria na mizigo hazifanyi kazi kwa muda mrefu. Maafisa wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere waliokuwa wakitoa maelezo juu ya hali ya kitengo cha ukaguzi wa mizigo na abiria katika uwanja huo walikuwa wakitoa taarifa zinazotofautiana kuhusu utendaji kazi wa mashine za ukaguzi, hali iliyosababisha Dkt. Magufuli aamue kuiagiza wizara husika kwa kushirikiana na, na vyombo vya dola kuchukua hatua mara moja. Shughulikieni, mhakikishe hizi mashine zinafanya kazi na mchukue hatua. Inawezekana ni sabotage ya makusudi. Haiwezekani vifaa hivi vikaharibika kwa zaidi ya miezi miwili miezi mitatu alafu nobody is concerned. Hii ndio arrival, kila kitu kinaingia hapa, meno ya tembo yanapitia kwenye viwanja. Hawa wanaokuja na ndege ndogo ndogo sio waaminifu, msifikiri ni waaminifu sana, wanaipenda hii nchi mtu anaweza akalendi okay, mahali popote kwenye akachukua mizigo yake akaingia akaja akapita hapa, anajua hapa sisi Watanzania well, jamani, tuna mapato, tuna dhambi gani? Kwa hiyo mizigo inayoingia humu huwa mwikagui ninf. Kwa hiyo mtu nikiamua nikaja na, na, na, na, na, na, na madawa yangu ya kulevya nikaja marumaz na dhahabu zangu na almasi zangu na meno ya tembo kwa kupitia hizi ndege ndogo ndogo, napita tu ndio kwa utaratibu lakini, kwa kauli yako, tutaongea na na usalama usafi wanga, tubadilishe taratibu na kanuni zilizopo. Kitu tunakagua mizigo yote hivyo, lakini kwa kawaida mizigo inatoka uh, uh, international. Rais Dr. Magufuli amefanya ziara hiyo ya kushtukiza. Mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere akitokea jijini Kampala nchini Uganda, ambako jana alihudhuria sherehe ya, ya kuapishwa kwa rais wa jamhuri ya Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Kutoka Dar es Salaam ni Esther Amandus Zelamula wa Channel 10 na mtazamaji usikose.